Matendo ya Mitume sura ya tisa sura ya saba inasema hivi na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya wakisikia sauti wasione mtu. Mstari wa tatu nasema hivi hata alipokuwa akisafiri ikawa nakaribia Dameski, ghafla ikamwangaza kotekote nuru kutoka mbinguni, akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, uu nani wewe, Bwana? naye akasema, mimi ndimi Yesu unayoniudhi wewe. Sura saba nasema na wale watu waliosafiri pamoja naye wakasimama kimya wakisikia sauti wasione mtu. Mstari wa kumi tunasoma mstari wa kumi pia mpaka mstari wa kumi na sita anasema hivi: basi palikuwa hapo Dameski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania. Akasema mimi hapa, Bwana. Bwana akamwambia simama, enenda zako katika njia itwayo nyofu, ukauliza katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Taso, maana angalia, anaomba, naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwekea mikono juu yake apate kuona tena. Lakini Anania kajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Hata hapa ana amri tokao kwa wakuu wa makuhani awafunge watu wote wa kuitiao jina lako. Lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Hii ni habari ya mtu mmoja anaitwa Sauli, mtume Paulo kabla hajawa Paulo alikuwa anatesa kanisa. Amefika njiani kwenda Dameski, nuri kamwangaza kotekote, akaanguka chini. Sasa mstari wa saba unasema kuna watu waliokuwa nao walisikia sauti ila hawakuona kitu. Kwa nini hawakubadilika? Kwa sababu walichokisikia ndio kile kile ambacho Paulo naye alikisikia, ila Paulo alibadilika, wao hawakubadilika. Kwa nini hawakubadilika? Walisikia ila hawakuona. Kinachobadilisha maisha ya mtu ni kile alichokiona, kwa sababu Biblia inasema hivi, kwa imani tufahamu. Imani ni nini? Waebrania 11 mstari wa kwanza nasema hivi, imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, bayana ya mambo yasiyoonekana. Ile neno bayana make waziwazi -wazi. make kweupe. Faith is the substance of things hoped for the evidence. ile neno bayana make unacho kithibitisho mkononi, bayana make waziwazi wazi, kwa upe ko. Imani inafanya kazi kama ultrasound. Mtu akiwa ni mjamzito anaenda kukuthibitisha hospitali, wanapima, wakiweka kwenye mashine wanaangalia mtoto, watajua huyu mtoto amefikisha umri gani. Ina predict inakupa matarajio yako kwa kipindi ambacho tazaliwa. Siku hizi unaweza kaangalia ni wa kike au wa kiume, inajua kwamba huyu mtoto tumboni anakuwa au anakua atasaundile mashine inakuonyesha kitu kichoko tumboni ambacho haujakiona kwa macho ya kawaida. Ukishakiona wakuambia huyu mtoto ana kile kichwa kikubwa, kwa hiyo hautajifungua kawaida, utajifungua hau kwa kisu, na unaamini hivyo, na ukienda unakuta ni kweli, huyu mtoto labda ana mgongo wazi inaonyesha na ukishambiwa na umeona hauweki doubt, sababu hauwezi ukatilia mashaka ulichokiona kwa macho. Kwa hiyo imani haiwi imani mpaka kwanza umeona kwa macho, na sio macho yako ya nyama. Imani ni mashine ya kiroho inayokuonyesha yale ambayo hayajatokea bado kwa mwili, ila unayaona, alafu unayaamini sababu umeyaona, kiasi kwamba hata mtu akupingie kwamba hiki sio, hauwezi uka doubt, kwa sababu we umeona, kiasi kwamba hata kama mazingira amekataa, ila wewe kuna kitu umekiona, utaamini kwa sababu wengine wajaona ila wewe umeona, na iko hivi, chochote kile ambacho mwanadamu anakiona shetani wala Mungu hana uwezo wa kumzuria hicho kitu hana. Na Mungu anaweza kafanya kitu kwa kukuhurumia, au kwa sababu ya maombi ya watu wengine, lakini mambo ya msingi na ya kuvusha maisha yako Mungu afanye mpaka kwanza umeona. Paulo huyu alitokewa na Mungu na akaa kipofu haoni. Ukisoma hapa Biblia inasema alipotoka akaenda Dameski, kule mjini alikaa siku tatu, hali hanywi sema, alikuwa naomba alikuwa amefunga kwa kiasi kwamba kwenye maombi yake aliomba mpaka akaona. Sema hivi, Mungu alipomtokea Anania akamwambia, Anania nenda kwenye mji mmoja kwenye njia itwayo Nyofu kwenye mji mmoja wa nyumba ya mtu anaitwa Yuda, ndani yake kuna mtu anaitwa Sauli wa Taso, anaomba na amemwona Anania akimwekea mikono apate kuona tena. Kwa sababu Anania alikataa, Mungu akaambia, no, amekuona wewe. Mungu hapeleki mtu mwingine, sababu amekuona wewe, sendi kwa mwingine. Sikiza, pawapo mitume alikapo Petro, Mungu anaweza kumtuma, pwagopo mitume mitume wale kumi na mbili wapo, Mungu anaweza kuwatuma, ila hakumtuma mtume yoyote kwani. Kwa sababu macho ya Paulo yamemwona Anania. Kilichomfanya Mungu aende kwa Anania kumwambia, nenda ukamwombe Sauli apate kuona, ni kwa sababu amekuona wewe. Kilichomfanya Mungu atoke kwenye kiti chake cha enzi akaenda nyumbani kwa Anania, Anania hakuwa na wazo, hakuwa na mpango, hakuwa na malengo, kwanza anamwogopa Sauli. Kilichomfanya kuvutwa ni nini? Ni kile ambacho Paulo alikiona kwenye maombi yake. Kwa hiyo Mungu hakumfungua Paulo macho mpaka kwanza amemwona mtu, na kumbuka hakumwona kwa jinsi ya mwili, mwili, sababu macho yake kwa jinsi ya mwili ya mwiliya yamefumba kwenye maombi. Alimwona kwa jinsi ya ndani, kwa kile unachokiona kinafanya kazi kama sumaku, kitavuta kile unachokiona kuja kwako. Kwa hiyo unachokiona, hakuna kinachodhihirika kwenye maisha ya mwanadamu mpaka kwanza amekiona kwa jinsi ya rohoni. Anania alikataa kwenda. Mungu akamwambia, no, no, no, hauna namna unavyoweza kukimbia hii assignment. Yule jamaa amekuona wewe. Yule jamaa anaua watu, najua hapo na kibali. Mimi najipelekaje kwenye mdomo wa simba naendajiendaji? Pengine alimwambia Mungu, tafuta mwingine, mimi peke yangu, kuna watu wenye upako kuliko mimi. Anaambia Mungu, yupo Petro, jamaa kitembea kivuli kinaponya, unanipelekaje mimi? Mungu akamwambia, Sauli hajamwona Petro, amekuona wewe. Maisha yako ili achukue mfumo mwingine, ili achukue hatua nyingine, yanakuhitaji wewe uone kitu kipya tofauti na kichopo sasa. Kinachomvuta Mungu kufanya kitu kwako sio kile ambacho nakiona kwa jinsi ya macho ya nyama, bali ni kile ambacho nakiona kwa jinsi ya macho ya rohoni.